We Surutani Makenga, eti nani Makenga Makirembe? Ma Makenga nani tena? Ah, nani anaongea Mwandagasia? Unaongea na Mpokibuya Kamina Mwandagasia. Makenga, Makenga ni kiongozi wa kundi la waasi. Ah, nisamee bwana, sasa raza kukufananisha tena na nini, na waasi aisee. Lakini ifu, Makirembe, watu wafahamu tu ya kwamba Makenga wala sio yeye aliyeanza 23. Sawa e, ni wazo ambalo aliitoa unayemwita rafiki yako James Kabalaba, si James Kabalege, sijui wabelekee wabelekete hey. <laughs> <laughs> huyu ndo aliyetoa wazo kwa kwa kwa kiongozi Paul Kagame hey. ili kuweza kuasisi kundi la M23 waweze kuiba rasilimali za Kongo hey. Kumbuka mwalimu, Kongo hey. inaponzwa na mali zake, Kongo inaponzwa na utaji utajiri wake, na sio vinginevyo. Haya, haya, haya, ngoja, ngoja, ngoja, tusiende sana huko, na hapo hapo. Uh, inakuwaje leo hii naambiwa Colonel Nangaa ametimkia Rwanda na ameonekana Rwanda? Hii ni baada ya kuwa serikali ya Kongo imetangaza dau la bilioni kumi na tatu kwa atakayetoa taarifa za hawa viongozi watatu, akiwemo Bisimwa Emmanuel, Sultani Makenga na Colonel Nangaa lakini tunaambiwa Colonel Nangaa ametimkia Rwanda. Zii? sijui taarifa hizi kwanza zikoje, alafu kabla sijakuuliza maswali mengine uh, ndugu Mwandagasia, mwaka elfu mbili na kumi na mbili elfu mbili na kumi naam mpaka mwaka elfu mbili na kumi na nne Umoja wa Kimataifa ulitoa kipindicho nadhani kwa ni Banki Moon kama sikosei mm kulitenga uh, milioni tano kwa ajili ya kuweza uh, kumpa mtu yeyote atakayeweza uh, kutoa taarifa juu ya uwepo wa wa, wa wa Joseph Kony ama Sulemani wa Afrika mm -hmm. na kwa nyakati hizo mpaka hivi ninavyozungumza Joseph Kony Sulemani wa Afrika, haikuwahi kujulikana alipo. Na Joseph Kony Sulemani wa Afrika huyu maisha yake mengi alikuwa anaishi msituni, mm -hmm. na kwa maisha yote Joseph Konyi alikuwa ametelekeza wanawake sitini mm. na watoto zaidi ya sitini e, katika maeneo tofauti tofauti, na hivi juzi mwalimu aeneo la Mungu ni kwamba wato, baadhi ya watoto wa Joseph Konyi wameambiwa waende Uganda na mm. wengine wameshapokelewa na Kaguta Yoweri Museveni. Leo mm -hmm, hii tunarudi kwewe tena miaka ya nyuma, kwamba serikali ya Felix Tshisekedi Tshisekedi, rais huyu wa Kongo ambaye wengi wanamuona kama ni kibaraka mm. na ndugu yangu aitoka utoka upona Marekani ainiambia kwamba Felix ni kibaraka mkubwa mm. na mtu pekee ambaye anatakiwa kuuawa wa kwanza basi ni Felix mwenyewe, kwa sababu ameisaiti Kongo Mm -hmm. Nitaelezea kivipi amazaiti Congo. Mm -hmm. Lakini fahamu tu ya kwamba Felix mwenyewe huyu ndo ametangaza siku tano zilizopita ya kwamba mtu yoyote atakayetoa taarifa alipo Kolonel Nangaa ama Betrande Bisimwa, hawa ni viongozi wa kisiasa wa kundi maarufu wa muungano wa makundi mbalimbali ambayo yapo kinyuma na serikali ya Congo alimaarufu kama AFC ambao wameungana pia na kundi la waasi analoungwa e, mkono na Paul Kagame wa Rwanda ali maarufu kama m M23 ama ali maarufu kama m M23 kwa Kifaransa. Na mwalimu e, Silas anasema kwamba mtu yoyote ambaye atoa taarifa walipo au majamaa basi ataweza kupewa milioni tano dola za Kimarekani, zaidi ya milioni kumi na mbili kwa pesa za Kitanzania mm. kwamba eh, silesana nanisikiliza mda huu mm -hmm. kama ubalozi wa Marekani, ubalozi wa, wa Ufaransa au ubalozi wa Kinshasa, Tanzania, Dar es Salaam, kama wananielewa hii safari inavyoongea, basi hizo milioni tano baloi za like Kimarekani wanitumie mimi hapa Mpoki Kibuya kaina mwandagasia, kwa sababu hivi navyokwambia mwakilembe ni wazi kwamba wa, umemkamata ume Nangaa ah sio kutoa taarifa kwa wewe, sasa ndio unatoa taarifa kuwa Nangaa yuko wapi. Namba zangu ni sifuri saba sta mbili <laughs> kumi na tano hamsini ishini na tano, natoa taarifa wako wapi. <laughs> kwa hiyo serikali ya Kongo ikutumie sasa hizo hela, waniingizia hapo anza <laughs> <Kwa> na alama ya kujumlisha kwa <laughs> eh? sababu koni Nangaa amekimbia, hayupo Goma tena Yuko wapi? Yuko Rwanda. Aa, Kondo umetoa taarifa. Maana, maana hii taarifa aliitoa nani huyu? Uh, serikali ya Kongo ilitoa kupitia Konstantini Mutamba, waziri wa katiba na sheria wa Kongo. Kwa hiyo tutafute namba yake basi, tumwambie taarifa tayari. Mpoki anazo wapi aliponangaa na mwenzake. Natoa taarifa rasmi kwa eh, umoja wa Afrika ama kwa serikali ya Kongo ya kwamba eh, Koronei Nangaa Metwanda Bisimwa wameingia Kigali siku tatu zilizopita, hawapo tena Goma hivi ninavyozungumza. Kwa hiyo, maana ni kwamba kama ni pesa apewe Mpoki Kibuya Kamina Aimwanda Gase, Wakongomani waniita Mpoki Mwakibuya <laughs> lakini Mwakilembe, ehe, tujulize uh -huh. kwa nini sasa Nangaa mm -hmm. kwa nini Bisimwa wamekimbilia Rwanda, yeah. Kwanza kabisa fahamu kwamba mahakama ya kijeshi ya Kongo inasema, mm. kwamba yule mtu apatikane akiwa amekufa au mzoga. uh -huh. apatikane akiwa amekufa ama mzoga. Serikali hiyo jeshi la Kongo, mahakama ya kijeshi ya Kongo na serikali ya Kongo yenyewe pia imemhukumu kole. uh -huh. Nangaa kwa kosa la jinai, kupa awe amekufa awe mzoga hapatikane na mm -hmm. Via vile vile, umoja wa kimataifa na umoja wa Ulaya na umoja wa wa Afrika kwa ujumla wanamtambua Nangaa kama muasi, mm -hmm. kama muuaji. Mahakama ya uhalifu wa kivita ICC, eh pia imesema wazi kwamba viongozi wote wakamatwe kwa mm -hmm. na wameekewa vikwazo. Kwa hiyo usalama wa Nangaa na Bertrand Bisimwa ndani ya Kongo ni mdogo mno mm -hmm. kwa taarifa aazipoimeamwakilembe nyeti yani, hizi taarifa aa ni nyepe nyepesi Nangaa mm -hmm. hayupo tena ndani ya Goma, yupo ndani ya Kigali mm -hmm. na niuliza Mwakilembe, wameingiaje Kigali ndio wafahamu kwamba wameitwa. okay. E, aliyowaita ni Paul Kagame mtusi mm -hmm. huyu ama mhima mwenye asili ya Ethiopia na bonde la mto Naili, ambaye sio mbantu kwa asili, ambaye ana malengo ya kutawala Afrika Mashariki na kati yote, tuwe chini yake na wengine wote mwe tayari kutembea kwa miguu. Amewaita kwa nyuma, kwa sababu kumbuka sai ni kwamba Rwanda mm. iko chini ya vikwazo okay. chini ya mataifa kumi mm. yenye nguvu duniani uh -huh. Marekani, Faransa, Jerumani mm. Sweden, Ubelgiji, Australia, Canada na Umoja wa Ulaya kwa ujumla mm. iko chini ya vikwazo mm -hmm. na ifahamike kwamba ndani ya Goma kuna upande ile Goma mjini yote mm. Goma mjini yote iko chini ya m M23 ama M23 mm -hmm. lakini maeneo mengi ya vijijini Goma bado ipo chini ya serikali ya Kongo kwa, okay. Hiyo vikwazo hivi Kagame ameandoa, mm -hmm. Hivi akubali kuondoa M23 Kongo, au aendelee kupigwa faini na vikwazo zaidi vinakuja, mm -hmm. Kwa maana ni kwamba Nangaa pamoja na Michele Bisimwa wameitwa, mm -hmm. moja kwa moja Kigali kwenda kuonana na bosi wao, mm -hmm. kila bosi mwa kilembe ana bosi wake, mm -hmm. Kila bosi na ana bosi wake, na pia vile, vile naambiwa unaambiwa e, yule mchungaji ule mm -hmm. Yule mchungaji ule amekuja kwa asilimia kubwa eh. Kwa asilimia kubwa, na sio lengo la kuenda Kigali, labda awaendelee kuwa zaidi, hapana eh. Kwa, kwa sababu pia m m M23, M23 wameishiwa nguvu kwa asilimia kubwa okay, kwa asilimia kubwa wameishiwa nguvu wanahitaji msaada zaidi wa kijeshi wa hali na mali mm. Kwa sababu gani Mwakilembe? Mm -hmm. Kwa sababu wazalendo chini ya chini ya nani huyu Jenerali Mutamba Mutamba au ya kutumba ya kutumba eh. samani ya kutumba eh. Eh, alienda pale Goma wakafanya operation maalum wakaua M23 mia tatu maise eh. M23 mia tatu na vijana wazalendo Mm -hmm. Ama ikafika hatua wakaishiwa wapiganaji mm -hmm. ikabidi wa, waende kwenye shule mbalimbali ndani ya Goma kukamata vijana miaka kumi na tano, kumi na nane mpaka ishirini na tano kuwalazimisha waende wakapigana vita. Kwa kitendo hichi, ni kwamba wameishiwa nguvu kwa asilimia kubwa, kwenye bidii waende moja kwa moja Kigali wakaongee yaliyo ndani ama ya asili zaidi na Polo Kagame. Kwa hiyo, kwa hiyo mwakilembe hawa e, matapeli ama hawa wauaji wakubwa ambao mi naona ni wauaji tu na ni matapeli ambao wanaangaika, e, wameenda kumuona bosi wao, kwa sababu kila bosi ana bosi wake. Na mpaka hivi navyozungumza, mwalimu, bado hawajaweza kurudi ndani ya taifa la Kongo, bado hawajaweza kurudi na taifa la Kongo, bado wako upande wa Kigali mpaka hivi ninavyozungumza i kwamba hali ni mbaya Kongo Mashariki na taarifa ni kwamba walio waharibu walikuwa ni wazalendo, wazalendo ambao wako chini ya ya huyu kiongozi ya Kutumba, ambaye na kingine zaidi mwa Kilembe, baadhi ya makabila yamegoma. Wavira nazungumzia wa wa vira nazungumzia Walega, kwa sababu lengo kubwa ilikuwa iliuchukua Bukavu yote mm -hmm, kuchukua Bukavu yote ila imeshindikana mm -hmm. Walega, Wavila, Wabembe wamegoma kukabidhi ardhi dhidi ya M23 hasa. Hatujui ya kwamba wameenda kule kuongezewa nguvu, hatujui yakwamba wameenda kule ili kutafuta labda labda nini, labda labda wajiondoe Goma, hatufahamu kwa sababu kauli ya umoja wa kimataifa na Umoja wa Ulaya M23 wapo Goma ama Kongo mashariki, hawapo kiuhalali, wameingia kinyemela, kwa bado ya kimataifa unawatambua wale kama ni magaidi. Kwa mwalimu, mpaka sasa tujajua shida ni nini, ila taarifa ni hizo kwamba mbali na kwamba wazalendo walikuwa wamekatazwa kwenda Goma, ila walienda Goma wakaua M23 mia tatu, kitu ambacho imepelekea kuwa na uhaba mkubwa wa wapiganaji wa M23, na hali ya kidiplomasia kisiasa, na upepo wa dunia kwa ujumla imebidi wale wakubwa kabisa Bisimwa e, misi, na Nangaa waenda na, na wakamuone bosi wao e, Paulo Kagame kwa makelembe hiyo, imekana na masini kama hiyo mm -hmm. na vita ni washirika na vita vina mwenyewe, lakini pia kuna taarifa hapa kiongozi mm -hmm. mkubwa tu wa, wa, anayeongoza kundi la amenipaa tofauti na hawa, unajua Bisimwa na na na Nangaa na, ni viongozi wa kisiasa mm, mm. E, ni viongozi wa kisiasa lakini, mm. wale viongozi wale wale wenyewe kabisa wa wa wa, wa inventua, ni, ni, ni, ni wakina wakina nani, wa, wakina nani Martin eh, Makenga mm, usijua, mm. ni mke, Makenga mm, na, na, na na viongozi wengine, kwa hiyo mmoja mkubwa ameuawa hivi wiki iliyopita mm -hmm. ambaye alikuwa ni mtusi kutoka Rwanda kabisa, ameuawa vibaya ndani ya Goma. Sasa kuna mengi ya kuzungumza atujui Kagame awe na mbinu gani? Atujui Kagame anakubali matokeo ama anaongeza moto, lakini Mwakilembe, tunafahamu kwamba Kongo inaponzwa na utajiri wake. Mwalimu, naam, uko sawa. Mimi niko sawa, labda tuwape namba sasa za kupiga, ndugu zetu wapige sifuri saba sita mbili kumi na tano hamsini ishirini na tano Mhm, saba sita mbili kumi na tano hamsini ishirini na tano kupata kitabu cha Laana ya Madaraka, Pesa na Damu ni shilingi elfu arobaini tu, kwa bei ya mkulima wa kawaida eh. Wanapata kitabu hicho popote pale walipo ndani ya Tanzania ama nje ya Tanzania. Mwalimu wa Kilembe, naam, amani ni bora zaidi kuliko vita. Ndio, mimi ni kushukuru bwana, asante sana, haya.